Habari yako mzazi na mlezi, karibu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Leo tunakuletea majina thelathini mazuri yenye maana za baraka kwa watoto wa kike na maana za Kikristo. Kama unamtafutia mwanao jina lenye uzito wa kiroho, upendo na uongozi wa Mungu, basi video hii ni kwa ajili yako. Kila jina hapa lina asili ya Biblia au limebeba ujumbe wa kiimani. Mimi ninaitwa Muhere Madamu. Kama bado hauja subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, ili usipitwe na dondoo za video zetu zingine, pale ambapo tunapokuwa tumezi upload. Karibu tuanze safari hii ya majina ya baraka. Jina la kwanza ni Grace. maana ya jina Grace ni neema. Jina hili linawakilisha neema ya Mungu isiyostahiliwa. Tunapata baraka za Mungu kwa neema tu bila kustahili izo Hivyo kimwita mwanao Grace, atapata neema za Mungu, hata zile ambazo hakustahili, yani neema za upendeleo. Jina la pili ni Faith. Maana ya jina hili ni imani. Faith ni alama ya kumtegemea Mungu. Watoto wanaoitwa jina hili, tegemeo lao kuu huwa ni Mungu. Mungu huwalinda, maana yeye ndio tegemeo na tumaini lao. Jina la tatu ni Hope. Maana ya jina hili ni tumaini. Msichana mwenye jina hili huleta matumaini katika maisha yake. Mtoto huyu hakati tamaa kwani analotumaini. Jina la nne ni Joy. Maana ya jina hili ni furaha. Asili ya jina hili ni Kikristo kwani jina hili hutoa furaha ya kiroho. Jina namba tano ni Abigail. Maana ya jina hili ni furaha ya baba. Pia jina Abigail ni mwanamke mwenye busara katika Biblia ambapo tunapata uhakika huu katika Samueli wa Kwanza sura ya 25. 5 jina la sita ni Hana. Maana ya jina hili ni mwenye neema, mama wa nabii Samueli, mwanamke wa maombi. Watoto wa kike wanaopewa jina hili Mungu huwaandaa kuwa wanawake au wasichana wa maombi. Jina la saba ni Meri. Maana ya jina hili ni kipenzi wa Mungu, mama wa Yesu Kristo msichana aliyependwa na Mungu na akapewa kazi ya kumbeba mwokozi wa ulimwengu katika tumbo lake. Ukimpa mtoto jina hili, unamwandaa kupendwa na Mungu. Jina la nane ni Esther. Maana ya jina hili ni nyota. Jina hili linawakilisha malkia jasiri aliyeokoa taifa lake. Watoto wanaopewa jina hili huwa wana nyota kali na wanapendwa na watu na wana bahati kubwa. Jina la tisa ni Ruth. Maana ya jina hili ni rafiki wa kweli Jina hili linawakilisha mwanamke mwaminifu wa imani. Mtoto wa kike anayepewa jina hili anaandaliwa kuwa mwanamke mwaminifu wa imani na rafiki wa kweli. Jina la kumi ni Sara. Maana ya jina hili ni bibi wa mataifa. Sara ni mke wa Ibrahimu na mama wa Isaka. Mtoto anayepewa jina hili, Mungu anamfanya kuwa mkuu wa mataifa na uzao wake ufanikiwa sana. Jina la kumi na moja ni Elizabeti. Maana ya Elizabeti Mungu ni kiapo changu. Elizabeti ni mama wa Yohana Mbatizaji. Watoto wanaopewa jina hili, Mungu huwa nguzo yao, kwani Mungu, Mungu ndiyo kiapo chao. Hawana Mungu mwingine bali aliye mbinguni. Jina la kumi na mbili ni Rebeka. Maana ya jina hili ni kufunga, kushikilia. Huyu Rebeka ni mke wa Isaka, mama wa Yakobo na Esau. Watoto wanaoitwa jina hili huwa na imani sana na Mungu wao wanafunga na kushikilia imani. Rebeka hufanikiwa kwa kufunga na kushikilia imani. Jina la kumi na tatu ni Naomi. Maana ya jina Naomi ni mtamu, mpenzi. Naomi ni mama mkwe wa Ruthi, Al aliyejaa hekima. Ukimpa mtoto wako jina hili, anapendwa na watu na Mungu, na Naomi huwa na hekima nyingi. Jina la kumi na nne ni Debora. Maana ya jina Debora ni nyuki, yaani mwenye bidii. Huyu ni nabii na kiongozi wa Israeli. Ushahidi, tazama Waamuzi nne. Ukimwita mtoto wako Debora, jua kuwa atakuwa na bidii katika mambo yake yote. Jina la kumi na tano ni Eva. Maana ya Eva ni mama wa wote walio hai. Huyu ni mwanamke wa kwanza katika Biblia. Ukimuita mwanao Eva, maana unamwandaa kuwa mama wa familia na mwenye majukumu ya kufanya mambo bila kuchelewa jina la kumi na sita ni Miriam. Maana ya Miriam ni kupendwa sana. Huyu ni dada yake Musa aliyeimba wimbo wa ushindi. Ukimwita mwanao jina hili, atakuwa mwenye upendo na atapendwa sana na Mungu na watu, na atakuwa mwimbaji bora. Jina la kumi na saba ni Neria. Tazama Yeremia 45 mstari wa kwanza. Maana ya jina Neria ni mwangaza wa Bwana au mwenye nuru ya Bwana. Jina hili asili yake ni Kiebrania, linatokana na neno la Kiebrania ya neri, maana yake ni taa au mwangaza, na yaha, maana yake ni kifupi cha yao, yaani jina la Mungu. Hapa tunaona ni katika Agano la Kale. Jina la kumi na nane ni Lois. Maana ya jina hili ni bora, yaani ya juu. Huyu ni bibi yake Timotheo, mwenye imani ya kweli. Ushahidi tazama Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa tano. Ukimwita mtoto wako Lois anapata imani ya kweli na anakuwa mwenye hadhi ya juu. Jina la kumi na tisa ni Fibi. Maana ya jina Fibi ni mwangaza, huyu anatajwa kama mhudumu wa kanisa. Ushahidi utaupata Warumi kumi na sita mstari wa kwanza. Ukimpa mtoto jina hili unamwandaa kuwa mtumishi wa Mungu kwa kuhudumia kanisa na anakuwa mwangaza wa Kristo kanisani. Jina la ishirini ni Priscilla. Maana ya Priscilla ni ya zamani yenye heshima, huyo ni mhubiri mwanamke katika Agano Jipya. Mtoto anayepewa jina hili anaandaliwa kuwa mwanamke mhubiri wa neno la Mungu na mwenye heshima. Jina la ishirini na moja ni Charity. Maana ya Charity ni upendo wa kiungu, yani agape ambayo ni tabia kuu ya Kikristo. Mtoto anayepewa jina hili anapendwa na Mungu, anakuwa na upendo usio na kikomo kwa watu na kwa Mungu wake. Jina la ishirini na mbili ni Angela. Maana ya jina Angela ni malaika mjumbe wa Mungu. Jina Angela huwakilisha utumishi wa kiroho. Mtoto anayepewa jina hili hubeba ujumbe wa Mungu na kutumika kiroho kusaidia watu. Jina la ishirini na tatu ni Sera. Maana ya jina Sera Zaburi. Jina hili ni la utulivu wa kiroho. Ukimwita mtoto jina hili, anapata utulivu wa kutafakari neno la Mungu na anakuwa na utulivu wa kiroho. Jina la ishirini na nne ni Diana. Maana ya jina Diana ni mwangaza wa kiungu. Hili ni jina la Kiyunani lilipewa heshima katika mazingira ya kiimani. Mtoto mwenye jina hili anakuwa na mwangaza wa kiungu na heshima. Jina la ishirini na tano ni Tabitha. Maana ya jina hili ni kurungu mzuri. Huyu ni mwanamke anayeishi katika matendo mema. Ushahidi tunapata kutoka Matendo tisa thelathini na sita. Mtoto mwenye jina hili anakuwa na matendo mema katika maisha yake. Jina la ishirini na sita ni Ana. Maana ya jina hili ni neema. Huyu ni nabii wa Agano Jipya aliyemuona Yesu akiwa mtoto. Mtoto anayepewa jina hili anapata neema na baraka katika maisha yake. Jina la ishirini na saba ni Clara. Maana ya jina Clara ni mwangaza, uweza. Huyu ni msichana mwenye roho ya ukweli na nuru. Ukimwita mtoto Clara anakuwa mwenye mwangaza, Clara ni mwazi na mwenye roho ya ukweli na nuru. Jina la ishirini na nane ni Gloria. Maana ya jina Gloria ni utukufu, utukufu katika Bwana. Watoto wanaoitwa Gloria huwa na utukufu katika Bwana, wanamtukuza Mungu katika maisha yao na ufanikiwa. Jina la ishirini na tisa ni Veronica. Maana ya jina Veronica ni picha ya kweli. Huyu ni mwanamke anayeonyesha huruma kwa Yesu. Ukimwita mtoto wako jina hili, anakuwa na huruma, upendo na utu wema. Jina la thelathini ni Serafina. Maana ya jina Serafina ni mtoto wa kiungu maraika wa juu. Inatokana na serafimu ambao ni viumbe wa mbinguni waliotajwa katika Isaya sita. Ukimuita mtoto wako serafina au Sarafini, anakuwa na moto wa kiungu, anaweza kuteketeza pepo wabaya na huwa na nguvu ya kiungu. Uchaguzi wa jina la kikristo kwa mtoto wa kike si jambo la kawaida tu bali ni tendo takatifu lenye uzito wa kiroho na wa milele. Jina lina nguvu ya kueleza maisha ya mtoto, kumjenga katika utambulisho wake na kumkamilisha katika baraka za Mungu. Kwa hiyo ni muhimu kuchagua jina lenye maana nzuri, linaloendana na imani na linalokukumbusha na linamkumbusha mtoto juu ya upendo wa Mungu kila mara linapotamkwa. Majina ya Kikristo yenye asili ya Biblia na yenye kuonyesha tabia njema kama imani, tumaini, upendo na hekima huleta si tu uzuri wa kiutamaduni bali pia baraka za kiroho. Kwa njia hii, wazazi wanaweka misingi ya maisha ya kiroho kwa watoto wao tangu mwanzo, wakitamka baraka juu yao kwa kila mara wanapokuwa wanawaita majina hayo. Kwa hiyo tumia hekima kutafakari na sali unapochagua jina la Kikristo kwa mtoto wako wa kike, jina ambalo litakuwa ishara ya ahadi ya Mungu juu ya maisha yake.